Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan amewaonya wanaharakati ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki kuingia Tanzania na kutoa matamko yanayoweza kuchochea uvunjifu wa amani katika taifa hilo. Rais Samia ameyasema hayo wakati akizindua sera ya mambo ya nje na amevisisitiza vyombo vya ulinzi na usalama kutotoa nafasi kwa wanaharakati hawa kuvuruga amani ya Tanzania. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa sera ya mambo ya nje toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na nne rais Samia Suluhu Hassan ametumia jukwaa hilo kuwaonya wanaharakati ndani ya ukanda wa Afrika ya Mashariki kuacha kuingia nchini na kutoa matamko yanayoweza kuvuruga amani ya nchi. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya rijeni yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku sasa, kama kwao wameshadhibitiwa Wasije kutuharibia, tusitoe nafasi. Rais Samia amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua za haraka kwa kutoa ufafanuzi, kukanusha au kurekebisha, badala ya kuruhusu Tanzania kuwa shamba la bibi kwa kila mmoja kuingia na kutoa tamko lake. Wataalam wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa wameizungumzia kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu wanaharakati wa, wa kimataifa kuingilia Tanzania. Dokta Wetengere Kitojo ameiambia DW matatizo yetu watuachie sisi, kama wanataka watushauri jinsi ya kwenda lakini wasitutake sisi tuende kama wanavyotaka wao. aiyo ni yamabaoaitamchukiza rais, nchi yote itamchukiza. Awali akizindua sera hiyo ambayo kwa mwaka huu inakwenda na kauli mbiu isemayo dunia ni fursa, Rais Samia amesema maeneo ya msingi yaliyofanyiwa mabadiliko katika sera hiyo ni kujenga uhimilivu wa nchi kwa kuongeza kasi ya uwekezaji katika sekta binafsi kukuza hadhi ya Tanzania kwa kueleza mazuri ikiwamo mila, tamaduni na lugha ya Kiswahili. Na mengine ni kukuza ushiriki kwa Watanzania waishio nje ya nchi kuchangia maendeleo binafsi ya taifa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa sera hiyo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika ya Mashariki, Mahmoud Thabit Kombo, amesema sera ya mambo ya nje ya mwaka elfu mbili na moja toleo lake jipya la elfu mbili ishirini na nne ni nyenzo ya kimkakati kwa ajili ya kuhakikisha kuwa nchi yetu inaendana na kukabiliana kikamilifu na mazingira ya kimataifa yanayobadilika na kuendeleza ushirikiano wa kimataifa kwa ufanisi zaidi. Rais Samia Suluhu Hassan ameiambia hadhara hiyo iliyojumuisha wadau wa kikanda na kimataifa kuwa sera ya awali ilikuwa na misingi saba ikiwamo kudumisha uhuru wa watu haki za binadamu na demokrasia kudumisha ujirani mwema na kudumisha umoja wa afrika na kwa sasa sera mpya itakuwa na misingi minane ikiwamo kudumisha maadili mila na tamaduni za mtanzania ikiwamo pia kutunza matumizi ya lugha ya kiswahili Florence Majani DW Dar es Salaam